Ni kitu gani ambacho umepambana nacho mpaka ukajisikia kwamba hey, hapa zimepigwa? Kitu gani ambacho wewe yani umepambana nacho yani u, ukasema, sitoki hapa mpaka nione mifupa si, yani, si, si, si, si, si, kitu gani ambacho umepambana nacho wewe? Bila ya Goriati, Daudi haingii Ikulu. Haingii, ataingiaje Lazima wepo Goriati. Sasa sema semae, eh. unapokaribia kupata vita inaongezeka. Hebu rudia tena, unapokaribia kupata. Kila mtu ana miliki yake, mimi na miliki yangu, lakini nimepewa na Mungu makusudi ya kuwaongoza watu kwenda kwenye miliki zao. Nasema hivi ndani ya kila mtu kuna hatima. Zungumza maneno sawasawa na hatima yako, siyo sawa na hali ulionayo kwa sasa hivi. Zungumza maneno sawasawa na kesho yako, siyo sawasawa na hali ulionayo. Hali zilizopo ni za muda. Narudia tena, hali ulionayo ni ya muda. Umasikini ni wa muda, dhiki ni ya muda, huzuni ni ya muda, magonjwa ni ya muda. Wewe i, i, iko hadhi yako ambayo umepangiwa na Bwana umetoka nao mbinguni. Zungumza hadhi hiyo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kwa nini watu wengi wanakwama? Kila miliki ina muda na wakati, inapokaribia miliki hiyo, vita huwa inaongezeka. Sasa watu wanapoona vita inaongezeka, kwa kuogopa vita wanarudi nyuma, wanatulia kuwa mtulivu. Hicho ndicho kinawafanya watu washindwe, na ndiyo maana kuzaa mtoto sio ishu. Kwa kadiri siku za kuzaa zinavyoongezeka, mama mjamzito shida zinamzidi, mara tumbo, mara kulala hivi, mara hivi, mambo mengi, kwa sababu saa ya kupata mtoto imekaribia. Miliki yako ipo, kila mtu Your destiny is defined by God yani, hatima yako imechorwa na Mungu. Ipo na umri wako, umri wako wewe na ulichopangiwa, umeanza kupunguza. Una mambo mengi ya kufanya, lakini siku zimebaki chache. Matakio umiliki mashamba unatakiwa umiliki magari, unatakiwa umiliki kampuni, unatakiwa ufanye konseti ya dunia yote. Unaona ulivyo mbali, unatakiwa ufanye mambo makubwa. Kwenye kalenda yako umepangiwa e, lazima yafanyike, lakini miliki yako uliyopangiwa na Mungu naweza usiifikie. Mungu akikwambia jambo, kazi ya kupigana inabaki ya kwako, yeye anakuwa upande wako kushindisha mimi Mungu nimeshakwambia, hii ya kwako, kwa hiyo mimi niko upande wako, ili kufanya ushinde. Ni wewe mwenyewe. Hakuna mahali ambapo mimi huwa nasikia sauti ya Mungu kwamba nenda, hapana. Unajua tu ni mapenzi ya Mungu niende, kwa sababu hatima yangu inapita pale. Ijue tu hatima yako inapopita, basi mimi sio wa hapa, mi ni wa juu. Unanielewa? usidanganywe na mtu kwamba ukiota ndoto ukatulia tu itatokea. Hapana, uifuate, uanze kupigana. wanaume arobaini wakaamua hawali hawanywi mpaka wamuue Paulo, wakasema hatuli wala hatunywi mpaka tumuue Paulo kwenye Biblia. Na weamua takanione mashamba nione magari nione nyumba nione safari nione mume nione watoto nivae shela nizae niwe na nyumba, yale maisha ya ndoto yangu yatokee. Umri wako umeendelea sana na bado nchi nyingi haijamilikiwa. Hey! mtu anisikilize Baraka moja wapo kwenye maisha ni kujenga nyumba ukiwa kijana, ili ukae ndani yake. Ukijenga nyumba una miaka themanini, sio, siyo ya kwako, ni ya wajukuu. Una miaka mitatu au sita ya kukaa ndani yake unaondoka. Baraka ya Mungu ni kwamba uwe na kiwanja ujenge nyumba ukiwa na umri mdogo, ili ukae ndani ya nyumba hiyo. Unanisikia nichosema? ukiwa na umri mdogo ujenge nyumba ukae ndani ya nyumba yako miaka mingi. Ukijenga ukiwa na miaka 40 ukae ndani ya nyumba miaka mingine 40, ndio mapenzi ya Bwana. Ukijenga nyumba una miaka 80, hiyo sio ya kwako, umejengea wajukuu wako na watoto wako. Umekuwa mtu wa kutangatanga tanga katika uso wa nchi, umri miaka yako imekwenda sana, na bado nchi nyingi haijamilikiwa. Kuna kitu kikubwa mbele yako. Unanisikia? Kuna kitu kikubwa mbele yako, kuna hatima kubwa mbele yako. Ujenge nyumba kwenye umri mzuri, ununue gari kwenye umri mzuri, utembee kwenda mataifa ya dunia kwenye umri mzuri, umiliki kampuni kwenye umri mzuri, uolewe kwenye umri mzuri, maana kukaa bila kuolewa ukaolewa una miaka sabini, nayo haina maana yoyote. Umepata tu mtu wa kuongea naye kuzungumza naye, lakini hamwezi sema mnakwenda vacation Australia. Kwa hiyo kupata mapema kwenye umri mzuri ina maana sana, nanielewa eh? nanielewa eh? kama ukiolewa una miaka 50, 60, sabini utalea wajukuu saa ngapi? Akikuangalia mtu hivi, anatambua kitu kimekaribia. Ana uwezo, inaitwa roho ya utambuzi. Unapokuwa unapita mitaani, unapita mitaani, kuna watu wakikuangalia wanakuona wewe unani Sio kwamba unani kwa maana ya kwamba unaitwa Mwangela, yani kesho yako imebeba nini. Wanaelewa unani, na bahati mbaya wanaelewa unani lakini wee hujielewi u nani. they know and they see you so much loaded. Very loaded. Na unapokuna huzunika, wanashangaa. Ndiyo maana Yesu akawa nasema msiasumukie maisha, mle nini mnywe nini mvae nini? Waangalieni ndege wangani hawavuni hawapandi hawakusanyi garani, lakini baba yenu huwalisha wale. Je, ninyi si zaidi ya wale? Hakuwa anamaanisha kwamba watu wasile, alikuwa anamaanisha kwamba kesho yako imepangwa. Kesho yako imepangwa. Nikwambie kitu, yuko mtu ukimkuta ana kila kitu cha kwako. Yuko mtu mahala fulani ana njia ya kuelekea unakotakiwa kuelekea. Kwenye kila nyumba kuna ufunguo wa kuingia ndani ya nyumba ile, lakini shida, you have never been serious. Wakati mimi naanza kuhubiri, wapo tulioanza nao hawapo, naweza kutajia, tulioanza nao hawapo, wamezimia njiani kwa sababu ya mob life, yale maisha ya pamoja. Hey, tuko tunajua hey. Naweza kupiga store Tunapiga story lakini tulizaliwa tofauti, tuna baba tofauti, tuna mama tofauti, tarehe ya kufa ni tofauti na pa kwenda ni tofauti. Mambo ya furaha tuzungumze pamoja. Na mtafuta mtu wa kuniongoza kwenda kwenye njia ya mafanikio yangu, na mtafuta mtu atakayeniambia habari za miliki yangu. Can I tell you a secret? One way of being successful in whatever you do, it is actually beginning at an early age. Amen. That might look disappointing for people who have a gone age. Lakini dalili zote za kufanikiwa kwenye kila jambo ni kuanza jambo hilo kwenye umri mdogo. Kwenye kila unaloanza kuna makosa utafanya. Ukianza mapema, utasahihisha hayo makosa. Wazee ni waangalifu sana kukosea, kwa hiyo mwendo wao ni wa pole pole maana hawana muda wa kusahihisha. Usiwaambie wazee kwamba mzee, tuwahi. Hapana, mzee anajua siku zake zimekwisha, yuko makini sana. Nikikosea jambo hili, sina muda wa kusahihisha, nitaacha alama mbaya duniani. Lakini vijana tuna cruise, unasonga mbele kwa sababu unao muda. One of the ways that it tells that you might be successful when you begin early you become competent in your respective profession when you begin early, unapoanza mapema. Kwa hiyo watu wengi huwa wanashindwa mwishoni na ndiyo maana heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake, kwa sababu mwishoni hapa shetani ana intensify. Ukipanda juu napanda juu napanda juu, shetani ana intensify, anaongeza mashambulizi. Ukiwa unapita njiani, unapita barabarani, kuna watu ambao they have spiritual eyes, kazini kwako, wana uwezo wa kukuona kwamba yule yule yule wanakuangalia mpaka wanajua, yule pale, mwezi ujao, yule pale ni hatari. Vita inaanza, vita iliyopangwa, sio kwamba inahusu watu wote, special for you. Mungu anaweza kuweka hatima ya ajabu ndani ya mtu usiyemtegemea. Nikupa kisa kimoja. Kuna dada mmoja alikuwa anasoma fomu 6 somewhere ya shule za wasichana hizi Akaokoka shuleni. Sasa alipokoka shuleni, karudi nyumbani kwa Ilula, kule Ilinga. Wazazi wake hawajaokoka, wakamwambia mtaki mambo ya wokovu, wakamfukuza nyumbani. Yule dada akarudi Dar es Salaam hapa, akawa anazunguka tusehemu mbalimbali, kwenye nyumba za watu, anatagwa na shida. Binti mdogo amemaliza form six, familia yao ni wasomi, wamemkataa, tutaki mtu aliyeokoka, hakuna wokovu kwenye familia yetu. Dada anaonekana mchafu mchafu tu. Baadaye ilitokea mchukua sisi, tukakaa naye nyumbani. Tulipokaa naye nyumbani, ni dada wa kawaida, mchafu mchafu, mchafu. Ametoka kule ukingani kwa Wakinga, lakini baada ya mwaka mmoja. Kuna pasta mmoja kutoka Kenya akaja kuhubiri kanisani kwetu. Alipohubiri akawa nakaa nyumbani kwangu. Baadaye yule pasta alipoondoka, akasema bwana, mimi hiyo binti nilimuona nyumbani kwako, Mungu ananiongoza nimchumbie. Pige makofi. Mungu kwanza, yule yule ambaye wengine wamemkataa, jicho la kutoka Kenya linamwona anafaa. Waache wa kukatae, yupo anayekuona unafaa. Na kwambia tena, mwache huyo azunguke zunguke, liko jicho linalokuona wewe unafaa. Usimlazimishe, yupo anayekuona wa maana kuliko wote. You know what happened? Baadaye huyo kaka na yeye mchungaji anaanza huduma kule Kenya. Baadaye akaja hapa kutaka kuoa, hana hata mahali, akaniomba, askofu umri wake na mimi tuko sawa. Yule kaka kaniambia askofu, nisaidie kulipa mahali ndugu yangu, ikabidi mimi ni, niende kule kwao na yule binti kwenda kulipa mahali, kupa tafuta kufika kwao na yule binti, wakasema tulishamkataa kwetu, si alishafariki, hata mahali chukua mwenyewe. Kwa hiyo nikarudi na mahali yangu nikasema, wacha nifungulie akaunti, kuna siku wataamka kawea kwenye akaunti ikaandaliwa, harusi harusi, binti akafunga ndoa, akaondoka kwenda kwenda kwenda kwenda Kenya. Sasa yule kaka akasema mimi, bwana, najisikia niombe viza ya ubalozi wa Marekani, moyo unanituma. Yule kaka akapata ukaribisho kule Marekani, akaenda kuomba viza ya miezi mitatu hajui nini kilichotokea, akapewa visa ya miaka kumi. Hajui nini kilichotokea, lakini naweza kuona Mungu ameanza process ya kumvusha huyu binti kupitia huyu bwana huyu, ambaye alikuwa amekataliwa, wengine wasema wafai wamemtoa kwenye ukoo. Mungu anaanza process ya kumvusha. Kwa hiyo yule kaka aka, aka, akawa hana, hana tiketi ya kwenda Marekani akakaa mwaka mzima hana milioni moja na laki tisa hana. Mpaka tena akaja kwangu, askofu nisaidie. Nikamlipia tiketi, akaenda yeye, akakaa mwaka mmoja, akamtumia tiketi huyu mchumba wake, naye akaenda. Ikapita miaka minane baadaye, mi nikasahau. Baadaye mi nikakaribishwa kwenda kuhubiri kule Marekani kule California, mahala panaitwa panaitwa Uh, San Francisco. Nikakuta mkutano umejaa watu wengi, lakini nimepata balua, sijui nani aliyenikaribisha. Nimemaliza kuhubiri nikaambiwa, basi baada ya mahubiri utakwenda kukutana na wenyeji wako hoteli fulani floor namba fulani juu sana. Mimi niko anxious kujua wenyeji wangu ni kina nani, mbona kwenye mkutano hawapo? Nikamaliza kuhubiri watu wengi nikapelekwa niko anxious nilisha sahau kupanda kule kwenye floor juu nikamkuta yule kaka niliyemlipia nauli miaka iliyopita na mke wake wakasimama mezani wakasema baba wewe ndio uliyotufikisha hapa wamebarikiwa wana uwezo matajiri yule binti amezaa watoto, mtoto wa kwanza anamwita Success na mwingine na mwingine, wana magari yao, wana kila kitu. Yule binti namwambia unakumbuka Ilula? Anasema sitaki hata kusikia, wewe ndiyo baba yangu, basi inatosha. Unanielewa? Alikataliwa na watu wote, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Kwa hiyo unaweza kukataliwa na watu Hatima yake ilipokaribia, watu wote wakakataa. Ushindi wake ulipokaribia, vita ikaongezeka. Alipokaribia kupenya, madhila yakaongezeka. Mungu akushike mkono akuvushe kwenye daraja lililojaa maji, kwa jina la Yesu. Hebu sema vuka. Mungu ana namna ya kuwavusha watu wake. Baada ya miaka familia yake Kaka yake mkubwa alikuwa daktari, kati ya waliomkataa akanitafuta. Niliporudi kutoka kule Marekani, nikamletea zawadi nyingi nyingi, kwamba yule dada yako fulani fulani amenikuletee, hizi hapa na pesa hizi hapa. Yule kaka akaniangalia, akazichukua, akazichukua. Baada ya muda akawatafuta, akawapata, naye wakamkaribisha, akaenda Marekani, akaokokea huko huko na familia yake na ndugu zake, wakampata Yesu. Ina maana njia ya wokovu wa familia alikuwa nayo yule dada, ila imejaa mashimo, imejaa mabonde, imejaa majaribu, imejaa tabu. Na wewe shida ulionayo wewe ndiyo njia ya familia yenu